Tanasha Donna ameweka picha hizi kwenye peji yake ya Instagram hapa akiwa na huyu jamaa, wamekaa kitandani, na ukiangalia kitanda kimeandaliwa kimahaba, yani kuna maua na nini yamemwagwa pembeni, huku like moment fulani hivi za kimapenzi. Sijui kama ni video mpya ama pengine ni swala la mahusiano, kwa sababu hajaandika chochote kwenye hizi picha zaidi tu ya kuweka emoji ya kopa, na maswali yamekuwa ni mengi sana hapa. Kwa mfano, kuna huyu mmoja ameandika okay, who is the new guy. Mwingine kaandika We missed you. Mwingine ameandika nani anakuanga amekasirika Tanasha, anakasirisha Tanasha kila wakati. Drop that song as soon as possible. Mwingine ameandika hii ni mapenzi ama ni nini tuelewe? Mwingine kaandika kweli kuna uwekezaji mkubwa umefanyika. So watu wanajiuliza kwenye comments hapa. Aa, ni kazi mpya ama, e, ni mapenzi? Sijui, lakini kwa hiki ambacho inaonekana maybe ni project mpya ukiangalia mazingira ya kitanda lakini jamaa pia e, alivyo unajua eh. Uh, you can see kwamba inawezekana ni kazi mpya. Kama ni mapenzi, basi itakuwa ni another story tena kwa Tanasha, kuamua kuexpose kabisa hivi. uh, mmoja amekuja kuandika, Mondi amezingua sana kumwacha huyu, i wish ningekuwa mkubwa. so, jamaa namtamani Tanasha sawa, anachafua kitanda na hivyo viatu uh, something is coming soon. Huyu mzuri, tulia naye sawa eh. Mwingine ameandika mm na kubali ji so, ndio hivyo, baadhi ya watu ambao wanapita kwenye sehemu ya comments hapa wakiendelea kuandika comments kama hizo hapo. Tanasha amekuwa kimya kwa muda mrefu kwenye muziki pia na mambo yake mengine like eh, humuoni akisikika tena kwa nguvu kubwa kama ambavyo ilikuwa zamani, so maybe ni maandalizi ya project yake mpya eh, inayokuja na hapa, labda alikuwa na shoot video, unaweza kadhani hivyo ukiangalia eh, hizi picha kwa engo ya kazi, au sio? Niambie kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani. Lakini pia nikukumbusha ku subscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.